DW. Habari za ulimwengu. Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Ripoti ya taasisi ya kimataifa ya utafiti ya amani Stockholm ya Stockholm SIPRI, yaitaja Ukraine kuwa ni mwagizaji mkubwa zaidi wa silaha duniani. Israel yaikatia umeme Gaza na kiongozi mpya wa Siria aapa kuchunguza na kuwawajibisha wahusika wa mauaji ya raia. Habari kamili. Berlin. Ripoti ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm Sipri imehitaja Ukraine kuwa ni mwagizaji mkubwa zaidi wa silaha hivi sasa duniani ikiwa ni zaidi ya miaka mitatu tangu ilipovamiwa kikamilifu na Urusi uagizaji wa silaha wa Ukraine uliongezeka karibu mara mia moja ikilinganishwa na vipindi viwili vilivyopita vya vi miaka mitano mitano, mitano, imesema ripoti hiyo ya SIPRI iliyochapishwa mapema leo ikirejelea wingi wa silaha na si thamani yake. Ukraine sasa inaagiza asilimia 8.8 ya mauzo jumla ya silaha nzito kama vile mizinga, ndege za kivita na nyambizi, kulingana na ripoti ya SIPRI, angalau nchi 35 zimepeleka silaha nchini Ukraine, zikiongozwa na Marekani kwa asilimia 45, ikifuatiwa na Ujerumani kwa asilimia 12 na Poland kwa asilimia 11. Jerusalem. Israel imesitisha usambazaji wa umeme katika ukanda wa Gaza, huku ikijaribu kuishinikiza Hamas kukubali kuongezwa muda wa awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo kimsingi yalimalizika mwishoni mwa wiki iliyopita. Athari za hatua hiyo bado hazijajulikana, lakini mitambo ya kuondoa chumvi kwenye maji ya kunywa ya eneo la Gaza hutegemea nguvu za umeme wa Israel. Eneo hilo limeharibiwa kwa kiasi kikubwa na kampeni ya kijeshi ya Israel tangu shambulizi la Oktoba mwaka 2023 na baadhi ya wasambazaji wamekuwa wakisambaza umeme kwa kutumia majenereta na nguvu ya jua. Kundi la Hamas limetoa wito wa kuanza mara moja kwa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yanalenga kupata suluhisho la kudumu la mapigano hayo. Latakia rais wa mpito nchini Siria Ahmed al Sharaa ameapa kuwajibika na kuanzisha uchunguzi baada ya ripoti za mauaji ya raia wa Alawite, hatua iliyoibua ukosoaji wa kimataifa dhidi ya ghasia mbaya zaidi tangu kupinduliwa kwa Bashar al-Assad. Shirika linalofuatilia vita nchini humo la Syrian Observatory for Human Rights limesema kwenye ripoti yake mapema leo kuwa raia 973 wameangamia wa ama kwa kuuliwa hadharani au kupitia operesheni ya takasa takasa ya kikabila iliyofanywa na maafisa wa usalama au wapiganaji wanaoiunga mkono serikali katika eneo la pwani la jamii ya wa wachache ya Alawite anako kutokea Asad. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Falkatuk amesema jana Jumapili kwamba mauaji hayo lazima yakomeshwe mara moja, huku Umoja wa nchi za Kiarabu, Umoja wa Mataifa, Marekani, Uingereza na serikali nyingine zikilani ghasia hizo. Otawa, Gavana wa zamani wa benki kuu nchini Canada Mark Carney ametangazwa kuwa kiongozi mpya wa chama tawala cha nchini Canada cha Kiliberali jana Jumapili, akitarajiwa kuwa waziri mkuu ajaye wa nchi hiyo. Matokeo ya mwisho yalionyesha Carney alishinda kwa asilimia 85.9 ya kura zilizopigwa kwenye uchaguzi wa uongozi wa chama hicho. Carney atalazimika kukabiliana na vitisho vya ushuru vya rais wa Marekani Donald Trump na kupambana na chama cha upinzani cha kihafidhina kwenye uchaguzi ujao. Anamrithi Justin Trudeau aliyetangaza kujiuzulu mwezi Januari baada ya kukaa madarakani kwa zaidi ya miaka tisa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Bogota Makamanda wa kundi la waasi la jeshi la ukombozi wa kitaifa la Colombia wameapa kukabiliana na mashambulizi ya serikali kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na kuonya kwamba miaka ya amani kamili inaweza kugeuka kuwa vita kamili. Makamanda wawili wakuu wa kundi hilo wamesema kwenye mahojiano ya nadra na AFP yaliyofanyika kwenye eneo ambalo halikuwekwa wazi kwamba hawatasita kupigana na wanajeshi elfu kumi wa serikali waliokusanyika karibu na eneo walilopo kundi hilo. Almaarufu ELN, limeendesha uasi wa mrengo wa kushoto kwa miaka sitini dhidi ya serikali ya Colombia na kunyakua maeneo mengi. Tangu Januari, mapigano kati ya ELN na kundi pinzani la waasi katika eneo la mpaka la Katatumbo yamesababisha karibu watu elfu hamsini na sita kuyahama makazi yao na karibu watu sabini na sita kuuwawa. Nairobi. Marekani imewaamuru wafanyakazi wake wasiohusika na shughuli za dharura za serikali kuondoka Sudan Kusini kwa sababu za kiusalama wakati mapigano yanayokutanisha makundi mbalimbali yakiendelea nchini humo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema makundi yanayohusika kwenye mapigano ya sasa ni ya kisiasa na kikabila. Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilisema siku ya Jumamosi kwamba ongezeko la machafuko na msuguano wa kisiasa nchini Sudan Kusini linatishia mchakato tete wa amani. Mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo Yasmin Suka alitoa wito kwa viongozi wa Sudan Kusini kuzingatia harakati za kurejesha amani, kuheshimu haki za binadamu na kuondoa vikwazo ili kufikia demokrasia ya kweli. Na hatimaye Berlin, Mamia ya watu walikusanyika jana Jumapili kwenye lango wa mashuhuri mjini Berlin la Brandenburg kuonyesha mshikamano na Ukraine. Polisi walisema mamia ya watu walihudhuria, lakini waandaaji walikadiria kulikuwa na maelfu ya wahudhuriaji. Waandamanaji walikusanyika hatua chache kutoka kwenye ubalozi wa Marekani na wa Urusi, ambao pia uko karibu na eneo hilo. Maandamano hayo yaliandaliwa na muungano unaohusisha shirika la kampeni la Campat na chama cha mshikamano cha Ukraine Vichi, na kuhudhuriwa pia na baadhi ya wanasiasa wa nchini Ujerumani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.